Kwa majina naitwa Elizabeth Simon Mzuringi ni mkurugenzi wa kampuni ya Mzuringi Company Limited iliyoko eneo la Didia, wilaya ya Shinyanga vijijini, mkoa wa Shinyanga. Ni mfanyabiashara ambaye nimeanza siku nyingi kidogo, ambapo nilianzia Isaka. Kiukweli mimi biashara nimeanza mwaka 2013 na nikiwa na mtaji wa shilingi laki mbili ambapo nilikuwa nafanyia kazi Kagongwa, nilikuwa nauza chenga, lakini baadaye nikawa nimekutana na watu wa TADB benki, ambapo watu wa TADB benki waliniwezesha kujenga haya magodauni. Magodauni haya mimi nilinunua tu kiwanja ambacho hapa kulikuwa na shamba la mahindi, lakini mpaka sasa mnavyoona ni nimebadilisha kuwa kiwanda niko na kiwanda ambacho kinachakata mpunga. Nina mashine mbili ambazo zina uwezo wa kukoboa tani ishirini na nne kwa siku. Magodauni haya yako mawili, ambapo nilipewa fedha na benki ya kilimo TADB nikajenga. Nilipomaliza kujenga, nikaweka na mimi mashine za kwangu ambazo mnaziona hapa. Niliweka mashine mbili ambao ni hii hapa mnaoiona, lakini pia nina karasota ambayo iko jengo la pili. Mradi huu changamoto ule ulio nayo ni changamoto ya umeme. Umeme unakuwa unakatika katika katika sana, kwa hiyo niombe serikali waendelee kutuwezesha namna ambavyo tutaweza kufanya kazi vizuri. Lakini pia changamoto ya pili, ninaona mashine zangu hazitoshi, hivyo nimeomba benki ya TADB wanisaidie mashine nyingine ya pili ili niweze kufanya kazi kwa uzuri. Godown hizi ambazo nimejenga kutoka kwenye Benki ya Maendeleo ya Kilimo ni godown ziko tatu ambazo zina uwezo wa kutunza gunia elfu themanini kupitia mradi huu kwa kweli ninaona kuna manufaa mazuri ambayo yanaweza kunufaisha watu wengi ukiangalia mimi mwanzo sikuwa na uwezo wa kuajiri watu wengi lakini mpaka sasa nina vijana ambao wanaweza kupata kazi kwenye kampuni hii nimeajiri kama watu hamsini na sita ambao wakudumu wako sita lakini vibarua wako hamsini. Lakini pia kuna wamama ambao wanakuwa wanafanya kazi hapa ya vibarua, nao wanafika kama arobaini. Ninapenda kuishauri serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya Rais mama wetu Samia iendelee kuwawezesha benki ya ya maendeleo ya kilimo ili waweze kuwezesha watu wengi wajasiriamali wengi ili tuweze kupata usalama wa chakula, lakini pia tutaongeza mapato hata serikalini. Ninaishukuru benki ya maendeleo ya kilimo kuwa pamoja na mimi na kufanya haya yote ninayoyafanya. Ninaendelea kuwaombea benki ya kilimo waendelee kunisapoti na kuniwezesha ili nisogee kwenda mbali zaidi.